Jazahu llahu kheira, shekhana wamualimana, Shekhe Abu Hashim hafidhahu llahu taala. Allah amjazie ta kheri kwa somo aliotufundisha, na omba Allah subhanahu wa taala kwa juhudi yake hii na zingine, amjazie fi mizani hasanati hii katika mizani ya mema yake. Kwa kweli hakikatan, tumestafidi utakwa shekhe wetu, wetu na mwalimu wetu, na hadhara unaonyesha juu ya elimu aliyokuwa nayo shekhe wetu, ambapo sisi tumeweza kuvuna faida kubwa toka mchana. Tena tunavuna faida hizo ikiwa ni moja kwa moja ni live. Hii ni kheri kubwa. Shekhe, Allah jalie wewe na familia yako na akuzishe elmu na kubakishe katika haki na fimana haji salafi, ili tuendelee kuvuna kutoka kwako shekhe wetu. Ama nimesimama ili nipunguze maneno yasiwe mengi, muda ushayoyoma sana. Kwanza kesho vile vile, baada ya almagharib utakuwa na muhadhara hapa utakaoendeshwa na al-akhi shekhe Nurudini Siminda Abu Unwaira kutoka Mahuta, Mtwara. Yupo yupo hapa kesho, rafanya hadhara baada ya magharibi insha Allahu taala. kasote kana fursa wasikuhudhuria kwa ajili ya kustafidi. Lingine ni salamu kutoka kwa mzee wetu mzee Saidi Maulidi Irunga kwamba anawashukuruni nyote mlioitikia wito na wote ambao walikuwa na nia ya kuhudhuria, lakini kwa sababu moja ya manyengezo kwa nje ya uwezo wao akawa wametatizika kuhudhuria. Allah subhanahu wa taala wajalie kheri na baraka nyinyi pamoja na familia zenu. Hii ni salamu ya mzee wetu mzee Ilunga. Na hapa kama ulivyosema, takriban siku tatu tunatangaza kuhusu shughuli hiyo na leo ndio imetimia kiambatana shughuli hizi za muhadhara amba Allah subhanahu wa ta'ala, shughuli wa vijana wetu wale, Allah maisha yaliyokuwa mazuri. Alimuhimu kuhusu muhadhara, muhadhara uko wazi na kila mmoja ameuona na kustafidi kadiri ya upeo aliyokuwa nao, kila kila kwa wale akihitaji ziada tuache muhadhara uende E, kama vile ulivyotoka hivyo hivyo, na uendelee kubakia katika masikio yetu na katika vyombo vyetu kwa ajili ya faida ya vile vyetu sisi na vizazi vijavyo. Mwisho, baada ya hapa, shukuruni nyote, sema jazakumullahu khaira, utaadhini hapa na kukimu na kuswali. sallallahu alaihi ala Muhammadi wa ala alihi wasallam.